Kuna hii video ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, ikimwonyesha papa mpya Leo XIV ambaye amechaguliwa siku za hivi karibuni kuwa papa wa 267 akisalimiana na watu baada ya siku chache tu kuteuliwa. Sasa upande wa kulia kwenye hii video kuna sehemu aliyofika, watu walikuwa wanamsalimia, kuna mmoja wao alionyesha bendera, bendera ambayo imezungumzwa kubwa sana nimeona baadhi ya sehemu wameanza kuizungumzia kwamba ilikuwa ni bendera ya LGBTQ na papa alipuuzia bendera hiyo, hakutaka kabisa kusalimiana na mtu ambaye alishika hiyo bendera, au huo upande hakutaka kuangalia kabisa. Sasa hii bendera watu wameanza kuizungumzia hivyo, lakini hii bendera siyo ya LGBTQ. Na kama papa kusalimia alikuwa tu anawasalimia watu wa upande mwingine, sio kwamba hiyo bendera ilikuwa inaashiria mapenzi ya jinsi ya moja ku promote unajua, LGBTQ bendera zile wage zina promote mapenzi ya jinsi ya moja. Hii bendera ni bendera ya amani ya Italy, inaitwa pa Unaweza ukatamka peace, pia ni bendera ambayo ilianza kutumika elfu moja mia ambayo ilikuwa imechanganywa rangi, ilitumika kwenye uh, shughuli za kidemokrasia kupingana na silaha za nyuklia, ambapo ilikuwa maarufu sana katika kampeni za elfu mbili na mbili ilikuwa ni mahususi kupinga uh, vita ambavyo vilikuwa vinaendelea, vile vina vita vya Iraq vilikuwa vinachukua hatamu sana kipindi hicho. So ni bendera ambayo iliundwa kipindi hicho na huyo mtu ambaye alikuwa ameionyesha bendera hapo na hizo ukaangalia vizuri ilikuwa ina ina neno la pass hapo katikati. So ni bendera ambayo haihusiani kabisa na masuala ya LGBTQ, kwa sababu mjadala umeanza kuwa mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, watu wakizungumza kwamba Papa ameonyesha uh, upande wake kuhusiana na masuala ya jinsia moja. Hopefully, Papa bado hajazungumzia kuhusiana na hicho kitu kama ambavyo ilikuwa nyuma. So uh, huu ndo usahihi wa hiyo video ambayo inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, watu wakianza kuzungumza kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na hiyo bendera. So nimekujuza hapo, kisa nicho kitu ambacho kimetokea. Wewe mtazamo wako ni upi? Nijuze hapo kwa kuandika comment. Nikumbushie kusubscribe na kuturn on alarm notification ili kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa.